Yes, kutoka CBC hapa na tumekuwa na mtumishi wa Mungu pia mchungaji John Lubuva ambaye alizindua kitabu chake cha maombi. Tutatamani pia atuambie kuhusiana na uzinduzi huu, lakini pia kile ambacho kinapatikana kwenye hiki kitabu kwa wewe ambaye utatamani kukisoma, lakini pia atatuambia pia kinapatikana wapi kwa wewe ambaye unakitamani. Mchungaji, Bwana asifiwe. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina. Angalieni na huduma. Tunashukuru Mungu sana. Angalieni, pia na kongamano. Ah, tumekuwa na kongamano la baraka la maombi ya siku tatu kavu ah, National Upper Room Amen. Kwa kweli tumemwona Mungu okay. Leo siku ya pili Amen. Mm. Ongera pia kwa uzinduzi wa kitabu namshukuru Mungu sana, tumepata neema hii kubwa sana kuzindua kitabu mm. kwenye kambi la maombi la kitaifa imekuwa ni jambo la baraka na la neema sana mm. na ninamshukuru Mungu sana jana, kwa neema ya Mungu, Katibu wetu mkuu alizindua kitabu hicho kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana, hongera sana. Pengine ulijisikiaje kwamba kitabu chako kinazinduliwa pia na katibu mkuu hapa? Kiukweli yani, mimi mwenyewe kwanza ni, ni, ni, ni, ni, ni kama nilikuwa na, nilikuwa na mshangao kwamba kitabu, mimi ni nani mpaka nizinduliwe kitabu changu na katibu mkuu wa taifa? Kwa kweli ni jambo la upendeleo, kwa lugha nyingine unasema ni neema. Nimepata neema, nimepata kibali machoni pa Bwana. Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya katibu mkuu pia kukubali mm. kuzindua kitabu mm na kitabu hichi kiukweli, huwezi ukazinduliwa hivi hivi tu, lazima kio kimepita mchakato kabisa. mm. Kimehakikiwa, na kwa neema ya Mungu kitabu hichi kimehakikiwa na wanatheolojia hapa Dodoma. Amen. na kimepewa hati ya ithibati. mm. Kwa hiyo, kimethibitishwa, kinafaa kwa ajili ya mafundisho ya kumjenga mtu binafsi, mshirika, lakini mtumishi wa wachungaji, lakini pia kinalijenga kanisa kwa ujumla wake. Ni kitabu ambacho kwa kweli ni cha baraka sana tapata tunaweza tupata kilaza kidogo, pengine kwa yule atatamani kukipata. Kuna nini ndani ya kitabu? Aha, kitabu hichi a Mungu alivyosema na mimi nizindue kitabu hichi ni pamoja kwamba nimekuepo kwenye huduma ya maombi takribani miaka 22 sasa, mm. na katika huduma hii za maombi maombezi na ukombozi, watu wengi nimekutana nao mateso mengi, na Mungu akawa amesema na mimi kwa habari ya vyanzo vya watu ambao wanapitia watu wanapitia changamoto mbalimbali mbali. Lakini siku moja nikapata msukumo ndani, kwa nini siandike kitabu mm. lakini watu wakawa wanasema mchungaji, mafundisho unayofundisha kwa nini yasiwepo kwenye document ambazo zimeandikwa kabisa, written document mm. yani maana tuandike kabisa kitabu okay. kwa hiyo nikaendelea kumomba Mungu na bahati nzuri nikapata kibali, kiukweli ni sio sio kazi nyepesi mm. lakini Bwana ametusaidia mm. na ndani ya kitabu hicho, nimekipa jina ishi viwango vya ufalme wa Mungu mm. na kitabu hicho cha ishi viwango vya ufalme wa Mungu Uh, uh, tito ndogo maisha ya muombaji. Oh. Na pale kuna mambo mengi sana kwamba kwa nini wa mwanadamu anapita changamoto na kuteseka mm. nini suluhisho lake? Kwa hiyo tunaangalia kwa kina kwa nini mwanadamu huyu apitie mtu ameokoka lakini anapitia changamoto mm. na nini namna gani ya kutatua hizo changamoto mm. kwa kuna mambo kadhaa nimeyaona ni pale, lakini kubwa zaidi ni kupandisha viwango vyetu mm. baada ya kuokoka mm. E, tuna kwenye kitabu kile kwanza vyanzo vya vya, vya, changamoto kwanza. Kuna majaribu ya aina tatu pale tunaona mm. E, kuna majaribu ambayo ni Mungu anampitisha mtoto wake kwenye mitihani Amen. Lakini jaribu la pili tunaona ni mtu mwenyewe kuruhusu kuishi chini ya viwango baada ya kuokoka, kuishi chini ya viwango, basi mateso yatakuwepo mm. Lakini jambo la tatu ni maonevu ya shetani mm. Lakini pia katika maonevu hayo ya shetani unaposhusha viwango Shetani anakuwa, anakuwa na nguvu kuliko wewe. Kwa hiyo nikataja vitu ambavyo sasa vitakusababisha uinue viwango vyako. Kwa hiyo kuna mambo kama nane ambayo hayo mambo nane yanakusaidia uinue viwango vyako. Amina. Pengine, mtu akitamani kukipata anakipataje? Kukipata tumekizindua hapa lakini, sasa kitapatikana sasa hivi Tanzania nzima kinapatikana. Kwa hiyo ukitaka kupata namba za simu zipo 0754, 96, 91 89 lakini pia nina mpango Dar es Salaam niende nikipeleke Dar es Salaam. mm. Nitaenda pale kimeshawekwa wakfu lakini kwenda kama kukizindua tu. mm. Yani kwenye mikoa kwenda kwa Dar es Salaam, Moshi, Kilimanjaro pamoja na Singida. Okay. Na mikoa mingine kama watu watataka ni, ni, nifike hapo. Yes. Kitawafikia Tanzania nzima kitafika, na ukikisoma maisha yako yatabaki kama jinsi yalivyo, maana mimi mwenyewe nime nime, nime, nime kile nilichokiandika ni kitu ambacho nimekiishi. mm. Yeah. Maisha halisi, maisha halisi. Eh, Mungu akubariki mchungaji. Asante sana. Asante. Kitabu hichi sio kukopi na kupesti, ni maisha halisi mm. ya mtu aliyeokoka, kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo, asante sana. Barikeni sana baba. Amina, asante. Nashukuru sana asante. Mungu awabariki NYTV ninawapenda sana NYTV imekuwa sababu ya mm -hmm. kweli mambo, ya, mam, mambo yetu kuendelea mbele, kwa hiyo ninawashukuru sana NYTV kwa jinsi mnavyojitoa kuhakikisha kwamba kazi hizi haziishii tu chini basi, zinatangazwa zina kila mahali. Mungu awabariki sana, barikiwa sana, mkurugenzi wa NY TV. asante sana. Amen. Bwana Yesu wasifiwe. Nimepewa heshima na mchungaji Lubuva kupitia idara hii ya maombi taifa nizindue kitabu ambacho kina jina linalosema ishi viwango vya ufalme wa Mungu. Ni kitabu cha maombi kinachomhusu mwombaji au maisha ya mwombaji. Mchungaji John Lubuva ni mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG Shalom International House of Prayer Usaliva kule Arusha. Amekuwa mtumishi katika kanisa la Tanzania Assemblies of God ngazi mbalimbali, kama vile uangalizi wa sehemu ya Meru Kusini, katibu wa idara ya maandiko jimbo la Arusha Mashariki, na kwa sasa ni mwinjilisti wa kitaifa na katibu na naibu katibu mkuu idara ya maombi taifa. Mchungaji Lubuva ana uzoefu wa miaka ishirini na mbili katika huduma ya maombi, maombezi na ukombozi, eneo ambalo Mungu amekuwa akimtumia katika kuujenga mwili wa Kristo, kwani amekuwa akizunguka nchi nzima kufanya mikutano ya injili, semina na makongamano ya uamsho. Mchungaji Lubuva amepata elimu ya teolojia katika chuo cha NBC au Northern Bible College, na amesoma kozi mbalimbali za uongozi na utawala, pia leadership and administration courses, ndani lakini pia nje ya nchi. Mchungaji John Lubuva ni mume wa mke mmoja Rebecca Lubuva, na Mungu amewabarikia na watoto wanne, na kwa heshima hiyo ya kukiweka wakfu kitabu hiki iseme ya kwamba hiki kitabu ni kitabu kilichohakikishwa katika utaratibu wetu kama kanisa. Sisi huwa hatunadi vitabu ambavyo ithibati yake hatuna uhakika nayo, na kwa sababu hiyo kanisa letu lime, limeunda kitengo kinachoitwa kitengo cha teolojia na fasihi ambacho kiko makao makuu ya kanisa letu chenye wataalamu wabobevu na mabingwa ambao kitabu hicho kinapofika mezani pao, watakipitia neno kwa neno, ukurasa kwa ukurasa, sura kwa sura, na kuelewa maudhui yake na kuweka dhamana ya muhuri wao wa ithibati ya kwamba kitabu hiki kinafaa na kinaweza kuwa kitabu. Na tuweza kujenga mwili wa Kristo. Ukifungua tu ukurasa wa pili au wa tatu, hapa ukurasa wa pili tu utakutana na ukurasa mzima umetengwa na maelezo yanayothibitisha kwamba kitabu hiki ni kitabu bora kabisa cha maombi, na kwa kweli tunahitaji vitabu vya maombi na watu wanaoweza kuandika zaidi kuhusiana na maombi waandike. Hata mimi natamani kuandika sasa, ili tusiwe tunaishia na jumbe za madhabahuni. Watu wameniambia kwa nini usiandike mchungaji, inaonekana una kwenye eneo la maombi ume, una ufunuo wa namna yake, weka hayo mambo kwenye maandishi. Mwenzangu amenitangulia yeye, ameshaandika kwa heshima hiyo. Naomba sasa niweke wakfu aa, kitabu hiki. Waombe basi viongozi, kila mmoja ashike kitabu hiki alafu simama hapa, mstari mmoja Alafu mimi nita nitaviweka wakfu vitabu hivi na kutamka baraka maalum kwa ajili ya vitabu. Simamili upande huu ili mwe, msiwe nyuma ya kamera muweze kuonekana okay. Kwa mamlaka niliyopewa kama mjumbe wa injili na kiongozi katika kanisa letu, mimi mchungaji Joseph Gabriel Mara, ninakiweka wakfu kitabu hiki na kukizindua rasmi, kwa ajili ya matumizi, katika jina la Mungu Baba, Mwana Roho Mtakatifu, tatu moja, amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya kitabu hiki, liweka wazwili ndani ya mtumishi wako, aweke ufunuo huu wa fundisho la kitabu hiki kinachoitwa Ishi Viwango vya Ufalme wa Mungu, maisha ya mwombaji na Reverend John, John Peter Lubuva. Nakiweka mikononi mwako, mafuta Roho Mtakatifu yaambatane na ufunuo huu, na kila atakayekisoma kitabu hiki maisha yake yachukue hatua mpya, na yakabariki maisha yake sawasawa sawa na kusudi lako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. bwana yesu asifiwe wa ninaomba wale watu kumi wa kwanza ambao wanaweza wakasema mimi ninaomba nimuunge mkono ndugu yangu huyu kwa shilingi elfu kumi watu kumi wa kwanza huo mbaraka uende kwao na kitabu hiki kinauzwa shilingi elfu kumi kitabu hiki kinauzwa shilingi elfu kumi wameongeze basi wawe ishirini. Basi kitabu hiki kinauza elfu... Subiri, subiri tu subiri, wawe ishirini, basi wawe thelathini. Eh, naona no, wamekuwa wengi sasa. Wewe unawetaka kuja kuchukua kitabu hiki, njoo hapa kwa shilingi elfu kumi, sogea tu hapa, na zoezi hilo watatusaidia hawa ndugu zetu. Karibu sana mwenyekiti Ameni. Mkurugenzi wetu wa idara anasema yeye amekizindua kitabu hiki kwa shilingi elfu hamsini kesh. Mungu akubariki sana.